Mtazamaji, tunaendelea na mazungumzo yetu hapa kuhusiana na upasuaji ambao unapelekea mtu kupunguza uzito, lakini sasa tunataka tujue faida zake ni zipi. Daktari Lance, kwa kifupi sana, kabla sijampa daktari Amal na ye nafasi, ameona upungufu wa aina gani? pengine kuna faida gani kwa mtu ambaye amepunguza uzito kupitia njia za upasuaji? Ile tumeona sana, sana sana ni watu wanajihisia wako Wako na we'll well, well well no. nguvu kama usipokuwa kulingana na venyew ilikuwa mbeleni uh -huh. Lafu, ile tunafurahia sana ni kama mtu alikuwa na shinikizo la damu no. unapata no. dha ameacha dawa ama tumepunguza kiwango ya dawa alikuwa nachukua. Kama alikuwa na shida ugonjwa wa sukari, imebadilika ime imerudi kama mtu hajakuwa na ugonjwa no. Um, kama alikuwa na shida tu, tu, kuna wale tume, tumefanya upasuaji na walikuwa wanatafuta watoto na wamepata mimba na watoto pia, hiyo inakuanga mzuri. Kama alikuwa na shida pengine alikuwa anafainda upasuaji wa magoti kubadilishiwa uh, uh, joint yake na unapata ahitaji upasuaji mm-hmm. Sana sana hiyo ndio uzuri wa hizo. Kuna hili swala la pengine upate mtu ambaye uzani wake uzito wake ni pengine kilo mia moja ishirini, kilo mia moja hamsini umemfanyia upasuaji ule uliotangulia kusema e, ambao unapunguza utumbo, haimaanishi kwamba mwili utashuka mara moja. Inachukua muda gani mpaka mtu aanze kuona kwamba ndio napunguza hata e, e, kiwango cha chakula ambacho ninakula na sasa naanza kuona matokeo tofauti kiasi kwamba mwili unakuja unashuka uzito na hata nimefikia kiwango cha kuanza kubadilisha nguo ambazo navaa? ile utaona kwa miezi ya, ya kwanza ya tatu watapunguza sana, alafu baada hiyo inaanza kupunguka polepole pole, pole, pole. Ile tunaangalianga ni kushafanya upasuaji, tunaangalia hiyo mwezi ya kwanza ya tatu ya sita, baada ya mwaka moja la baada ya mwaka moja unusu ndo tujua amefika wapi. Ile ya kwanza, utaona miezi ya kwanza za tatu ndo anapunguza sana sababu ile, ile chakula anaweza kula ni kidogo, alafu baada hiyo akishaanza kuzoea chenye anaweza chukua, ameanza mazoezi na hiyo yote unaona inaanza ni kama amefika mahali kama anapunguza kilo tano kwa mwezi anafika ana, inakuwa kilo tano kwa mwezi. So ndo, ndo, ndo, muhimu ya kufuatiliwa, ile ya kwanza ni kuona kama tushafanya upasuaji amepona vizuri, ameanza kukula, lakini wakati sababu tukianza ameanza saa kukunywa kwanza kitambo afike kwa chakula ile ya kutafuna takuwa amepoteza so unapata wanao wenyewe, hata sisi wenyewe tunaona wakikuja, baada ya wiki moja unaona kuna mabadiliko. Pengine walikuwa na shida ya kupumua, akikuongelesha anashika pumzi, unapata sana ongea tu kawaida. Pengine hakuna matokeo ya kilo tunaweza ona ama, unaona sana sana unaona kama shingo yake ilikuwa fupi, unaanza kuona shingo yake. Ndio baadaye anaanza, baada ya mwezi unaweza kupata pengine kuna nguo alikuwa aizivaa kwa sababu imekuwa kubwa ama ile alikuwa am, am, ameacha kitambo anaanza kuvaa, lakini tunasemanga wacha tupatie kama miezi sita kabla anze kubadilisha nguo zake tuone wamefika wapi ndo tujue. mm -hmm. Yeah. mm -hmm. Dr. Amala, I know I asked you earlier, what could go wrong you know, when you're administering uh, anesthesia, but I want to ask you a different kind of questions. How much time does it take um, one to prepare the patient and then two, for recovery?

Yeah. Thanks, daktari. Ani swali hilo hilo kuhusiana na gharama ya upasuaji, alafu pili, tumezungumzia watu wazima. Je, wapo wale ambao ni wazazi wanawaleta watoto wadogo kwa upasuaji wa aina hii? Najua mmezungumza mkasema mnaketi kama pamoja mnazungumza na kutoa ushauri. Kuna watoto ambao pia wamefika kiwango, uzito ni mkubwa sana, hawawezi kukimbia, mioyo yao imeanza kuwa hafifu, kupumua ni shida, kufanya mazoezi, kazi za shule za ziada pia inawatatiza. Kwamba mzazi anamleta mtoto kwa upasuaji, ni jambo ambalo mnalipendekeza ama ni jambo ambalo mnashauri kivingine? Nitaanza nitaendeleza kwanza kile ambacho Dr. Mala amesema no. Uh, kwamba at the point we don't turn uh, off patients it's a journey we work with them mm -hmm. Ok mm -hmm. and uh, mimi kama muuguzi one of my duties in the team it is to make sure that uh, the patient understands That it's a surgery. So, si kwamba tunamwacha tu aje mm -hmm. siku ya surgery mm -hmm. kuna ile uh, like a day before yeah. tunaopatianga kitu tunaita checklist, ambapo ni kuweka tu vitu utakula saa ngapi mm -hmm. utachakula saa ngapi, surgery yako iko saa ngapi, such that tuko in a, in a better communication as a team and with the patient. So, uh, swali la pili, nataka niongelele sisi kama timu kwa sababu hatuangalii the money aspect uh, tunaangalia gharama ambayo ita, it, it, itakuwa, ita land on you uh, when you are heavy, you are obese probably italeta mambo zingine ambazo zitakugharimu pesa nyingi sana mm -hmm. kuweza kutibu kama kisukari hivi uh, uh, hypertension vitu nyingi sana so, kwetu hatuangalii the money aspect, na ndio maana mtu akija kwetu, when I'm handling now wen the, the aspect of money, how much uh, si kwamba how much, ni kwamba uh, hii safari ambayo tuta, tuta, tuta Um, enda na wewe itakusaidia namna vipi for the rest of your time. Okay? So because it will cut a lot of cost in future. Let's say even for people that are growing especially tukiangalia kwa, kwanza saa hizi ambazo ambapo mambo zimebadilika mm -hmm. Watu uh, they are living a sedentary lifestyle, hautakosa kuja ofisini name road, hautakosa ku, ku, kusoma hizo news so ile pesa ambayo ingekugharamikia baadaye kwa sababu ya zile comorbidity ambazo zinaweza zinaweza patikana kwa ile lifestyle, tunaweza zisaidiaje kwa huu upasuaji? So it's it's not about money, it's about money what does it do for you? Uh, number 2 as a team uh, tumeona kwamba haya mambo ya upasuaji kitambo kidogo, watu walikuwa naenda nje, walikuwa na safiri tuseme, uh, um, nchi za taki ndio kwenda kupata haya um, uh, these services yeah? So what we've done is bringing the service home at an affordable cost the word affordable is relative to so many people. So tunakuja tunasema, uh, ni vipi tunaweza kushughulikiwa uh, kushughulikia kama uja uh, kata tikiti ya ndege ukiwa na familia yako you don't have to travel with them mm-hmm. so ukiangalia ile cost Darama, it is, imepungua. It, imepungua kwa kabisa no. Uh, swali la tatu ambalo uli, uliagizia ni kwamba kuna watoto uh, tunasema na hiyo hilo ningetaka uh, uh, Dr. Lance uh, aweze kutackle kidogo kwa sababu pia kuna protocols ambazo zina tu that lead us as a team and uh, yes, especially in the medical fraternity yeah. Who can we operate, who can we operate on uh, tunaangalia uh, age ya chini na pia age ya juu to what age limits I believe he's a better person to tackle on that so that wale ambao wako na watoto tuseme umefikisha miaka kumi na minane as much as pengine uko kwa under the care ya parents and uh, umepata hizi uh, mashida ambayo uko the weight is too much we can be able to handle kabla ya kwenda kwa daktari Lance. Uh, bwana Mike, kuna swali hapa. Uh, kuna mmoja anasema kwamba anataka kuongeza mafuta mwilini fat, uh, lakini anaongezea kwamba ana kwa matatizo, anapokula mara nyingi ana shida ya kuendesha Je, kuna matatizo ya aina gani kwa mtu ambaye sasa hivi tunazungumzia mtu ambaye ataka kupunguza uzito, lakini kuna yule pengine ataka kuongeza afike uzani fulani ambao unamridhisha, lakini ana matatizo eh, kila mara anapokula anaendesha. Kuna mwingine anasema je, eh, muulize eh, mtaalamu Mike kama anaweza kutumia vitamin supplements za aina gani, eh, kwa sababu yeye hawezi kutumia greens. E, ama mboga e, e, za kienyeji e, kwa mfano sukuma kwa sababu ana, ana vidonda vya tumbo ambavyo tunafahamu kama ulcers. mm -hmm. uh, <coughs> shida ya kuendesha juu ya mafuta inakwanga sana sana, sana upande wa daktari kuna... no, na, na, hasemi kwamba anaendeshwa kwa sababu ya mafuta oh. Ataka ale vyakula vya mafuta apate eh. kuongeza unene kidogo eh. Nafikiri ataka kuongeza uzani <laughs> lakini nafikiri anasema pia ana shida <laughs> nyingine ya, <laughs> anapokula anakuwa na matatizo hayo, ningempea no. mawaidha kwanza, hiyo kukula anaendesha itatuliwe kwanza no. juu ukikula lazima mwili ifanye kitu inaitwa absorbing, ichukue ile chakula iingize ndani ya mwili itumie ku, kutengeneza ule mwili juu mwili ijajengwa na ambayo imejengwa na chakula mm -hmm. Ukiendesha unapoteza yale madini yale values ulikuwa unafaa kupata kutoka kwa ile chakula mpaka mm -hmm. hiyo kuendesha itatuliwe kitu utakula inaweza kosa kukupea manufaa. Kwa hivyo hiyo ndo itatuliwe. Pili, kuongeza mafuta kwa mwili eh, kidogo hapo isinge <laughs> kupea mawaida sanahiyo mafuta ikaja iende, eh, kwa mfano ikuwe viseral iende ijieke penye kuna zako ujipate sasa kisukari na shida za blood pressure zazinakuandama mm -hmm. E, utamdaumumika uta <laughs> kwa hivyo atulie vile alivyo, atulie okay, tu kwanza tatua hiyo shida ya kuendesha, kisha tuangalie kutoka daktari. Nafikiri pengine kwa lile swali ambalo ane amekurushia eh, kuhusiana na watoto, je, mm -hmm. Watoto pia wanaingizwa katika upasuaji wa aina hii ama la? Hilo limekuwa tatizo tumeona ambayo inasalia kwa in this in, in our age sababu watoto wengi wa, wa, wa, wa hawachezi kama vitu kwa tunacheza tunaenda nje. mm -hmm. Kila mtu ako na simu ako nayo hapa na keti vile sisi pia wazazi wao tuno, tunaona ni rahisi kumpatia kumpeleka KFC ama vitu na kama hizo kule chips na vitu kama hizo sasa. Tumekuwa nayo kizungumkuti mara nyingi, sababu sasa lazima uende kwa uangalie ilikuwa sana sana tukiona mtu akiwa akiwa uh, kiwango ya teenagers tunamwambia kwanza anafanya mazoezi gani kwanza, mm -hmm. Nyumbani anakula vipi, analala saa ngapi, sababu unapata mtu usiku bado anaangalia simu yake, anaangalia anakuwa anaangalia movie ama kitu yote, na halali salali vizuri so, mashida yote so, tunaanzanga na hiyo kwanza sana sana kwa watoto. Akifika miaka kumi na sita ama kumi na nane ndo tunaangalia tena umejaribu nini mbeleni na kama hii uko na shida yote, kuna shida ya moyo pengine wezi tembea, uko na shida ya kupumua, ndo tunakaa chini tunajiuliza, Tuna, anahitaji upasuaji ama la? La lafu ya mwisho anaweza fuata maagizo, sababu kama ezifuata maagizo anaweza fanya upasuaji uneza, lakini vitu kama hiyo, kufanya mazoezi, lazima lale saa ngapi, akule hivi, anaweza fuata ama hawezi, yote tunaangalia ndo tujue tunaweza fanya nini na huyu uh huyo mtoto uh-huh. <laughs> uh, Dr. Amal, tiyo, um,

Adding more weight. Mm -hmm. Daktari nirudi kwako. Mm -hmm. E, kwa wale ambao maanake, tumezungumzia sehemu ya tumbo, wengi wana matatizo hayo. Ndio. E, baada ya muda gani mtu anaweza sasa kuanza kufanya mazoezi, kwa sababu ndio asijirudi, e, ajikute anakula vizuri kama alivyosema Maika, na ajikute pia anaendelea na mazoezi kama amekata shauri asiongeze uzani tena, asitatizike na uh, uzito mwilini. So mazoezi huanza kabla kabla upasuaji nah? Tunampatia tuna na tunaanza steps ya ngapi? No. kilomita ngapi? Fanya mazoezi hata penye umeketi, kama yetu umeketi kuna ile unaweza inua miguu juu chini, kama umeketi hata kwa tunaongea saizi. Exercise ni mingi, si lazima ungoje upone kabisa. Na wenye mala alisema tukishafanya upasuaji masaa manne ama masita baada ya upasuaji unataka kuanza kutembea, unataka ulale kwa kitanda kitanda, tunasema ni sasa, zile umechoka ndo unarudi kwa, kwa kitanda. Wengi wasiofahamu kidonda huwa kikubwa namna gani baada ya upasuaji kama i kidole changu upana wake, upana wake. Na. ndio na, na, na, ni kama tano na urefu wake ndani ya tumbo unakwenda meenda uko ndani lakini muhimua, sentimita ngapi? tano sita hivi inalingana. no, kuna watu namafuta, upasuaji ambao hauwezi kumzuia mtu kufanya mambo fulani. Ndio hata tuko na watu tumemaliza upasuaji na baada ya wiki moja washarudi kazi. Na, kuna yule anakuja hospitalini kwa sababu ana matatizo moyo, ya moyo mafuta yamejaa kwenye moyo, kwa hivyo amependa kwa, kwa, kwa daktari wa moyo akamwambia either ufanye mazoezi haraka ama uache vyakula vya mafuta. Akaamua afanye upasuaji. Sasa kwa mtu kama yule ataanza kuona matokeo ya kupungua kwa mafuta baada ya muda gani? Ile ntasema na tumeona kila wakati tuna ile mazoezi yatafanya na ile, ya, ile chakula maagizo amefuatilia mbeleni wengi tumepata watu wanapoteza kilo kiwango ya nne hadi saba wengine hata wengine kumi kwa wiki mbili. Unapata kitu inaitwa functional status, sababu anahitaji functional status ikuwe mzuri kabla ufanye upasuaji. Unapata wengi pengine walikuja na presha iko juu, unapata imeanza kurudi chini hata kabla tufanye uh, ndo ule muhimu ya, wa, wa, wa kuzingatia ni venye anatayarishwa kabla. Hiyo kuna wale utasema ile tunazanga sana sana kwa watu wengi ni, ni wiki mbili lakini kuna wale tunasukuma tuone kama hata, hata, hata zingine miezi miezi mbili, wengine yeah. Hata tumeweka hata mwaka mmoja mm-hmm. Tunamwambia ndio unahitaji operation, lakini tunataka kwanza tuanze hivi kwanza, tunaweza kwanza na kukula mazoezi no. Alafu pengine tupeane dawa, tuweke vitu kama baluni upunguze ikiwa tumeona moyo imekuwa sawa, ndo tunafanya operation. Kuna mmoja anauliza kuhusiana na athari, kwa sababu mnahusika katika kupunguza utumbo. Je, okay. inakuwa na athari wakati wa kwenda haja, kwenda haja na. So, inalingana na na operation tumefanya. Tunasema kama ni kupunguza tu, saa zingine sababu kiwango ya chakula unakula inafanya unakaa kwa muda tangu ende upitishe sana, sana haja kubwa ile ile sana sana ya kufanya vitu kama bypass kuna kitu inaitwa dumping syndrome. Mimi nilikuwa nasema ukikula vitu kwa na sukari sana, chakula inapita kwa kwa haraka sababu umepunguza, alafu kuna malabsorption. So, unasikia kizunguzungu sana, nyingine kutapika, unasikia kama joto, hiyo yote. Lakini kuna ile chakula tunampa ile kuna, kuna, uzito kidogo uh-huh. Ndio ipitie kidogo ipitishe kwa kwa kwa utumbo na tumbo polepole pole. Pole, uh-huh. Na pia tunaweza tunawaambia tuna wasichukue chakula yote kona na sukari na. Na. Asante sana. Si hivi sasa ni saa sita na nusu tunakwenda tena mapumzikoni kidogo, lakini tutakaporejea nataka tuzungumzie athari za upasuaji kama huu eh, kama hii eh, upasuaji wa aina hii ama njia ambazo mmeweza kuona ambazo pengine zinamtia mtu hatari na ni kitu gani anaweza kufanya kujizuia kuingia katika hatari ile. Mtazamaji usiondoke hapa ulipo, tunarejea hivi punde.